Na mtazamaji, karibu tena kwenye Gumzo Updates na tunaelekea tena nchini Tanzania ambako siku chache baada ya Marekani pamoja na mataifa mengine kutoa matamko kuhusiana na hali ya mambo nchini Tanzania ukiwemo uchaguzi wa Oktoba 29, na matukio yaliyoambatana na uchaguzi huo, hivi leo serikali ya Tanzania imetoa taarifa kwa waandishi, taarifa kwa wumbe wa habari. Na ikisema kwamba Tanzania na Marekani za karibia kukamilisha mikataba mikuu ya uwekezaji. Taarifa hiyo inasema, na hapa naisoma kama ilivyo: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hassan leo hii amefanya mazungumzo na Kaimu Balozi wa Marekani nchini Tanzania Andrew Lens katika Ikulu ya Chamwino ili kuendeleza maeneo muhimu ya ushirikiano wa nchi mbili na kuthibitisha tena dhamira ya pamoja ya ushirikiano wa kisasa na wenye manufaa kwa pande zote. Balozi Lens aliyeambatana mshauri wa masuala ya kisiasa na kiuchumi alisisitiza azma ya Washington ya kuanzisha upya uhusiano na kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi, kisiasa na kiusalama kati ya mataifa hayo mawili. Inamnukuu balozi huyo akisema, Marekani imejitolea kwa ushirikiano usiojengwa kwenye utegemezi wa misaada bali kwenye ustawi wa pamoja, mwisho wa kumnukuu. Mazungumzo hayo yalilenga hali ya miradi mikubwa ya kimkakati inayohusisha Marekani ambayo imekuwa ikifanyiwa majadiliano. Pande zote mbili zilikiri kuwa michakato ya majadiliano ya uwekezaji mkuu, mradi wa gesi asilia iliyoyeyushwa LNG, na Tembo Nickel inaingia katika hatua za mwisho ikisubiri kutiwa saini rasmi. Mradi wa tatu uliojadiliwa ulikuwa Mahenge Graphite ambao bado unafanyiwa kazi. Rais alikaribisha dhamira ya Washington na kutoa uhakikisho kwa ujumbe wa Marekani kwamba Tanzania inabaki ikijitolea kukamilisha hatua zilizosalia za kiutaratibu. Amesema na hapa namnukuu: kama taifa lisilofungamana na upande wote, Tanzania iko wazi na tayari na imejitolea kufanya kazi na washirika wote wanaoheshimu uhuru wetu na kushirikiana nasi dira yetu ya ustawi, mwisho wa kumnukuu. Miradi hii ya kimkakati ina umuhimu mkubwa wa kitaifa na tuna azma ya kuikamilisha ili tuweze kufungua fursa za ajira, uwekezaji na ustawi endelevu kwa watu wetu. Ripoti hiyo inaendelea kuelezea umuhimu wa miradi hiyo. Kwanza, mradi wa LNG thamani yake inakadiriwa kwa dola za kimarekani bilioni 42. Huu ni mradi wa maendeleo ya gesi asilia wenye mabadiliko makubwa unaohusisha kampuni za kimataifa za nishati ulioanzishwa ili kufungua akiba kubwa ya gesi ya pwani ya Tanzania. Mara tu utakapokamilika, mradi huu anatarajiwa kuongeza kwa kiasi kikubwa mapato ya kitaifa, kuzalisha maelfu ya ajira na kuiweka Tanzania kama muuzaji mkuu wa LNG ulimwenguni. Pili, mradi wa tembo Nickel, thamani yake ni dola za kimarekani milioni 942. Huu ni uwekezaji wa madini muhimu uliongara unaolenga madini ya nikeli, madini muhimu kwa betri za magari ya umeme. Mradi huu anatarajiwa kuchochea ukuaji wa viwanda, kuunga mkono mnyororo wa usambazaji wa nishati safi ulimwenguni na kuongeza mapato ya Tanzania kutokana na mauzo ya nje. Namba tatu ni mradi wa Mahenge graphite. Thamani yake dola za Kimarekani milioni mia tatu. Huu ni mojawapo ya miradi mikubwa zaidi ulimwenguni ya grafiti iliyotengenezwa ili kuunga mkono sekta ya betri ya nishati mbadala inayokuwa kwa kasi. Mradi huu utaimarisha nafasi ya Tanzania kama muuzaji mkuu wa madini ya betri. Rais pia alisisitiza kwamba zaidi ya kampuni mia nne za Marekani kwa sasa zinafanya kazi nchini Tanzania, Kiashiria cha utulivu wa nchi wazi kwa uwekezaji na uhusiano wa kiuchumi wa muda mrefu na Marekani. Zaidi ya masuala ya uwekezaji, mazungumzo hayo pia yaligusia maeneo mapana ya ushirikiano, ukiwemo utulivu wa kisiasa, usalama wa kikanda, mageuzi ya kiuchumi, ukuaji wa sekta binafsi, ushirikiano katika sekta ya afya na mabadilishano baina ya watu. Balozi Lenz alimpongeza Rais Samia kwa dira ya mipango thabiti inayoongoza maendeleo ya taifa kupitia dira ya 2050, akisisitiza kwamba serikali ya Marekani iko tayari kuunga mkono utekelezaji wake na kufua falsafa ya 4R ya Rais inayoongoza katika utawala pande zote mbili zilihitimisha kuwa mawasiliano yaliyoimarishwa, ushirikiano thabiti na hatua za haraka kuhusu makubaliano ya usubiri ni muhimu katika kufungua uwezo kamili wa uhusiano kati ya Marekani na Tanzania. Mkutano huu unaashiria wakati muhimu kati ya kufanua upya na kufua uhusiano wa Marekani na Tanzania, dhamira iliyothibitishwa tena kutoka kwa serikali zote mbili kuashiria mwanzo wa ushirikiano wa kisasa wa uwazi unaoendeshwa na sekta binafsi wenye mizizi katika ustawi wa pamoja, kuheshimiana na ushirikiano wa kimkakati wa muda mrefu. Taarifa hii kwa vyombo vya habari imeandaliwa na kusambazwa na Shaban Kisu, naibu mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais, Ikulu ya Tanzania. <tune>